kini gogo moko though they have no right of entry into my home. Tena mara nyingine ndani ya Mjukuu wa Bunduki kama ni mara kwa sana, kuomba nipe support ya subscribe, like, turn on notification bell, like then share. Ku share, una share hiyo link ya Mjukuu wa Bunduki channel kwa group, ama una share mahali ambapo unaweza share. Ukishare utanisaidini kuwa na traffic mymma anapuda amedoquy yolu and the party called ODM I am pleading with you I am pleading with you that one let us not be ahead of the people let us walk with the people all the time let us listen to what the people are saying let us listen to them unasikia people like Gladys Wanga, oh tuliwachwa kwa serikali Tuliambiwa ya kwamba akina, akina, akina John Mbadi tuliwachwa kwa serikali, akina eh, waziri wa kawe James Wandai tuliwachwa kwa serikali. Ukiuliza okay, kwamba right now then, muliwachwa sawa, muliwachwa kwa serikali na Raila Odinga, ni nini mnafanyia wananchi? Unajua many people wanashutumu James Orengo kwa sababu haelewi ni nini Orengo anasungumuza. Hii serikali iliyoko ni serikali ya kublackmail wananchi, na si wananchi wa Lunyansa, all of them, wananchi wa taifa la Kenya, kwa sababu ukiangalia sekta, sek, el, sekta ya elk inasambaratika, kwa sababu waguzi madawa hawapo. Hii bima ambayo imeletwa ya shashi haina faida kwa wananchi. I'm sorry so to say that kwa sababu lazima tusungumuze. Mimi ndio mwananchi wa kawaida ambaye nashuka chini kwa hizo zanati ya serikali. Mimi naenda kwenye public hospital, naenda Mama Lucy, naenda naenda Pumwani, naenda Kayole level 4, naenda Huruma, so, naenda Madare, naenda Mukuru so, kwa Yaba, naenda Korokocho. Zote ninajua. So nikizungumuza kwamba tatizo la afya la wananchi inasambaratika chini ya hii serikali ya William Ruto hiyo ndio tatizo ambayo wao wakishapewa pesa kidogo. So, so, wao wakisha, so wanasahau kusungumuza tatizo la wananchi. Unajua, James Orengo akitaja maandamano, ai maanisha kwamba, sasa tutokoe serikali tufanye maandamano, lazima tupiganie kama tuko ndani ya serikali. Lazima tuambiwe ya kwamba this is right, this is wrong, atuweze kubali. Hata Orengo anakubali kukosolewa. So, lazima tukue na pattern ambayo hawa watu wote Regardless, uko kwa serikali, regardless, uko nje unapinga lakini pinga na ile kitu ambayo ina faida wananchi. Hiyo ndio James Orengo anasema. So ukisikia Orengo ya kwamba anasema kwamba lazima tutembee na wananchi, many people aswa hawa viongozi ambao wamepata cheo kidogo katika kwenye serikali ya William Ruto wamesahau ya kwamba wananchi ndio waliowachagua. Hao ndio ukisikia wakienda kwa matanga wanasema kwamba Orengo anafaa kufanyiwa impeachment. Wao ndio wanasonga kwamba Orengo anafaa Kuenda one term. Ukiuliza the reason why Orengo anaenda one term ni nini? Hawajielezi. Like kwa sababu wao wamo ndani ya serikali, wanakula. The same same people people like Samuel Atanda ambaye anakuwa na stima Orengo akisema kwamba Orengo ni mtu ambaye anafaa kutimuliwa, Orengo ana maendeleo. The same same Orengo ambaye anaongea leo inafaa tutembee na wananchi. Orengo ndiye anapeana vifaranga kule kwake Siaya County. Orengo huyu mmoja ndio mwanasiasa ambaye anasimama kupigania wananchi wa Siaya. Orengo huyu mmoja ndiye anasema ya kwamba Dominion ambaye ilikuwa kwa mkono ya mzungu irejeshwe. Huyu Dominion Orengo ameenda kumtafuta huyu Dominion, huyo mzungu akuja kuwe mwekezaji kule Yala Swamp, lakini wanaleta muhindi ambayo afaidi mwananchi wa Siaya. so, unaangalia scenario jinsi nina inafanyika pale So Orengo kama governor wa Siaya anauliza, kuna vitu lazima tuambie serikali, kwa sababu the same same government ambayo mnaship mnamsifu muna ndio government ambayo waliondoa wa Dominion kisha wakaleta huyu muhindi Rai. So Rai huyu anapanda miwa kule Yala Swamp, lakini hakuna kampuni ambalo anaweza jiri mwana Siaya. Lakini Dominion Farm farm ilikuwa najiri jiri wakazi wa Siaya na walikuwa wanapeana back give back to community. So analisi ambayo anafanya leo Nataka kujua ya kwamba Orengo James akisungumuza let us walk together, anajua kwa nini tunasungumuza. Anasema kwamba nimejua, Orengo ameona serikali ya Nyayo, serikali ya Kenyatta, serikali ya Kibaki Uhuru, sasa tuko serikali ya Ruto. Hakuna kitu kipya ambacho Ruto anaweza kutuofa kama jamii ama kama wa Kenya, so lazima usungumuze ama lazima ujue ni nini mnafanya serikali, kwa sababu huu serikali iliyoko mamani serikali ya ku blackmail watu ya kublackmail watu. Number one angalia, Safaricom shares. Shares na Safaricom aina asara wanasema wakiuza shares sasa ndio wataf, watafadhili nayo miradi ya miundo msingi mbalimbali. Nakumbuka pia kuna pesa imekopwa, kumbuka katika kwenye bajeti ya 2020, 2025, 2026, pia kuna ya so, ya ya pesa pesa ambayo imewekwa miradi miradi, unashindwa ni inaenda wapi pesa ya miradi ya miundo msingi ya taifa la Kenya? wanataka kuhusia share ya Safaricom wahusia Vodafone kwa kiasi ya shilingi, shilingi thelathini na nne, lakini shares inafaa kuuzwa 74%, 40%, hii 40 shillings inaenda kwa nani? So Orengo akisungumuza asungumuzi kwa sababu hii ni James Bob Orengo anasungumuza akijua ya kwamba nasungumuza kwa tatizo la taifa la Kenya asio anasungumuza kwa tatizo la Mjaluo. We have Minister wa energy but Luo Nyansa, energy hiyo ambayo tunasungumza mambo ya kawi inasumbua, stima inapotea kiolela lela Luo Nyansa, we have minister wa finance, the same people walikuwa na stumu, Njuguna Ndungu, right now wako kwenye mamlaka, hakuna chochote ambayo inabadilika. Zitu zinazidi kusambaratika, pesa zinakopwa kiolela. So ni nani mbaya? The head of state ama baba ndio mbaya? So lazima tuambiwe, huwezi kutuambia kwamba ni, ni kwanza mujaluwa, mkwanza kukua waziri wa fedha haina faida kwa jamii. Let us walk together, let's let us listen the people from Lunyanza. Hiyo ndio kitu anago anasema na hii, the people like Gladys Wanga ni watu ambayo wanapewa pesa kwa mfuko zao, na tena nataka sema hivi ya kwamba kumbukini ya kwamba kwamba serikali iliyo kwa mamlaka na serikali ya divide and rule, so msipokaa makini mnaangalia jinsi Central watu wanapigana, walikuwa waliingia kwa siku ya William Ruto kama wanazungumza lugha moja, but right now kila mtu anazungumza lugha yake, kwa sababu siasa duni, maisha duni, na hiyo ndio siasa ambayo tunaletwa Luo Nyanza, ya kwamba mimi Opiyo Wandayi, yeye anatembea akisunguka na serikali, lakini ukuliza Opiyo Wandayi, ni umeunganisha stima kwa kiwango kigani tangu kuwe waziri? Wakawe mwaka moja imepita, hata kupea jibu, hata kuambia kwamba tumepanga, tumeweka mikakati, ndio tunaanza ukiuliza mara ukiuliza, Mheshimiwa Waziri Mbade, wewe kama waziri wa fedha, since upewe hii docket, kwa sababu alikuwa anasema kwamba Kikuyu alikuwa naiba mali wakipeleka kwao Kikuyu ni since uingia hapo, Wajaluo wangapi umepea pesa ya kibiashara? Kwa sababu serikali inanyakuliwa, ataemba kwamba unajua kwamba kuna sheria ya kufuatilia, lazima tufuate sheria. Lakini kumbuka kule nyuma walikuwa anasema kwamba Kikuyu wako kwa serikali ama kwa itika kwenye hiyo docket, wa kuibia wa Kikuyu wenzao. Right now wako pale, lakini hawezi kuibia mjaluo wenzao Mkenya aswa Luos Luos James Bob Orengo ndio mwanasiasa ambaye amebaki Kenya leo ambaye inasabagenia mujaluo kwa sababu kuna Orengo anajua kila kila sheria. So tukinegotiate kwa meza, tuna negotiate na zile kitu ambazo zimeanakiliwa chini, isipofanywa tunasema kwamba hii ndio makubaliano nayo ambayo tulikuwa nayo. Remember Raila Odinga. Raila Odinga amefanya handshake na Kibaki. Raila Odinga amefanya handshake na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, migai babaangu, lakini hakuna maandiko ama andika yoyote ambayo Raila Odinga wamewekeana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ila ni makubaliano ya kwa mdomo ya kwamba sisi tuwataka kufanya ABCD na Uhuru akatekeleza. But kwa nini baada ya Raila Odinga kukutana na Mheshimiwa Rais William Ruto daktari, kuwekana mkataba sahihi, makubaliana kwamba lazima ufanye haya, ndio masharti tufanye kazi na wewe. So hiyo ni ishara tosha nakwambia, kwamba William Ruto sio mtu wa kueleana kwa midomo. Lazima muweke na katika kwenye andiko. So hayo maandiko ama hayo makubaliano ambayo mmeandikana shinjini ndio William Ruto atakaye fuata. So Orengo akisungumuza, Orengo anasungumuza kijua kwamba who is Ruto? Ruto ni mwanasiasa ambaye anaweza kukudanganya hapa ama kwa mdomo, lakini yala ambaye anakuambia sio yala ambaye atakayofanya Langu jina ni mjukuu wa bunduki, kijana Urukunyatta. Kama ni mara kwanza na kuomba search, enda pale kwenye youtube search mjukuu wa bunduki pale, like share link, kisha tuandamani pamoja. Kaa hapa ni kufahamishe mengi ambayo itakayotokea tena baadaye.